Watu walikuwa na wasiwasi wasi sana kwamba hivi BC kule itafika, kwa hizi taarifa ambazo tunaziona mtandaoni kwamba kaitwa na jeshi la polisi kwa ajili ya ile ishu yake na wanafunzi wa chuo. Usiingize si usi kwenye ishu mimi hmm. yeah, usi <laughs> si, hey, sihusiki, wakati wanapigana pale usinichafue. Kuna mmoja wao dada anazungumza hapo Instagram, andika Mwijaku, utakutana na wangapi? Kwa usiki na ile beef. Mimi ni Mwemba Battle, Mwemba aka Mwijaku DC. Mume wa Alice Godfrey Mcharu. Full stop. Tena naomba niweke wazi kama kuna binti wa mtu nipo na chati naye naongea mm, naye sio na ongeanae, kutongoza na kudanganya <coughs> mimi tayari nimepiga pingu ya maisha na Alice Godfrey Mcharu. Anizike, nimzike au nimzike anizike. Full stop. Mimi mengine yote yanihusu mm. U, u, u. Kwa na mke mmoja, taarifa taarifa taarifa, ambazo kwa kawaulize uh, ka sio mimi, mimi polisi na mke polisi, jana taarifa sio, niko nyumbani kwangu kutoka plus 254, jamani, mzigo wangu umetoka, umetoka Kenya, u. na Mrs. na <laughs> Nipo nimesikia raha sana. Kwa mara kwa Kaspuli ya kwanza Kaspuli amekuja na mke wake na wameniletea zawadi kutoka kwa Muna Hud. Huyu Muna Hud anauza hudi perfume mm, chetezo. Umeviona hivi uh-huh? Amenipa kama zawadi kumpelekea mke wangu, ni kushukuru Kaspuli, uh-huh. Na kwa mara kwa Kaspuli ya kwanza Kaspuli amekuja Dar es Salaam Tanzania, ameambatana na mke wake. I'm so happy to be with you yeah. Yani nimeenjoy sana, hivi ndivyo mume anatakiwa, mke anatakiwa kumsupport kum mume. Wewe tulia, wewe unajua, wewe unataka utulie, wewe wewe utulie, we, we, we. Unaona mke wako anavyokupenda hivi Eh, bwana <laughs> Mungu awabariki wake zetu wanao tusupport kwenye kazi zetu ngumu. Amina. za mako. Mungu aendelee kukupa moyo wa hikma. Amina. Kazi zetu zina mitihani, ni ngumu sana. Yes. Kazi zetu zina husda, chuki na uchai, kwa sababu kuna pesa tunapata. Yes. Tuombee dua. Achana na maneno ya mtandaoni. Umeelewa? Afkaspul umepata mke. Umepata mke. Umepata mke, tulia ndugu yangu. Eh, bwana tayari Muna. Thank you very much my lovely. Nimepata mzigo wangu hapa tayari. Nimeupata hapa. Ah. Asante sana. Niko hmm. Sema hala. Malisa Malisa Malisa oda. Oda. Oda. Oda Peleka oda. Mama msigo. Mama imepata imepata msigo. Msigo ligae. Yama ligae? Salama, Wee, iku, e, iki, wei, <laughs> Ina, ligae? Ligae. Habari rafiki. Salama. Salama. Nashukuru. Mzima kabisa. Wewe na nywele? Ndio. Ndio. Ndio ndio. Mzuri. Imekuja. Najua Najua. Li, inaitwa ligae hardware. Ah, inataka nini? Nataka nondo. Nondo ligae. Nondo moja mbili. Sementi kumi, na mbao two by four, eh, eh, inaitwa mbao mbao eh, mbili alafu nne eh. Eh, sema kwa hindi usiseme ingereza takupiga mie. Ligai hardware. Diyo. inajenga fisuri he? Ine. Sawa, misumari. Misumari he, he. Koja lafiki. Koja lafiki kwa mbe kitu inaelewa we? E, lakini nataka nirifie kidogo kidogo. Yeah, inasema dundulisa. Ndio ndio. Inasema dundulisa na ligae. Sio ndio? Hii hapa unakuja unaweka kidogo ishirini e. Naendoka hamsini naondoka kumi na tano inaondoka inajenga jenga dundulisa na, na ligae. Ligae inaruhusu wewe ijenge. Usijenge kama ile rafiki ile inaonyesha nondo inaonyesha nondo na msingi imefeli so. Ije ije kwa ligae kija kwa ligae inajenga kidogo kidogo vizuri, <laughs> na dundulisa utafanikiwa. Sawa rafiki, sawa sawa, okay. Enda enda pale, haya binti, enda pale sika hii ambie inajenga dundulisa na ligae itakuelekeza, ielekeze vizuri eh. Aya, inajenga abye na ligae eh, si dogo dundulisa. Mama mzuri, mama inaenda lipa, naona mama inalipa lipa hapa dundulisa. Hey, mama inadundulisa mama inadundulisa leo, ngapi naweka? laki na sabini. Safi mama, laki na sabini. Mama ina haraka haraka, andika haraka iondoke, oh. hey, hii inaitwa jenga na ligae, iko hapa inajenga. Dundulisa sidogo sidogo, unaweka sidogo, sidogo sidogo, inajenga iko hapa. Mimi tembea leo, jua na muna gani, mtanzania inaweza ikafanikiwa, mtanzania inaweza ikafurahi. Jenga na ligae e, ligae hardware ipo hapa Kigamboni

na video video video video moja za Mwakinyo Dodoma. See you soon. Ah mama, ai ai, hala imependeza sana eh. Thank thank thank you you you my my brother brother, ni hivyo but thank you my brother for to host

Itabidi nitoke tu shemeji, yeah. Thank you for hosting us. Sana. Zani, ni sana, sana sana shemeji nimeshukuru sana tumekaribishwa tumefurahia, tum, tum, lakini pia nyinyi Kenya unawangojea, tunakuja we will be there soon Kenya, fanya special sana, tour eh. Tena nilikuwa nimepata na mwaliko na Willi Tuva William Tuva. Alishalipa uh, mwaliko. Uh -huh. Nitakuja na mke wangu. Nitapata nitafanya special media tour. Wow. Okay. Na watu wa watu online Kenya wanampenda sana. Usiseme kama you you are not ready for for them. They are waiting for you. Okay. Yaani okay. Yeah, I'll, I'll mention the day. Thank you very very very much. Thank you very much. Shemedu, thank you very much. wk tk n mkwn n wtywnmenduie

Yake. <laughs> <laughs> Allahu akbar, Allahu akbar. Al kutoka Zanzibar mpaka bara amenambia, tunakwenda kufuturu kwenye kasi Zanzibar, ndege nakwenda, narudi. Masha Allah jazakallah kheri. Mimi nimesikia raha sana. Hii ndinga nikija Zanzibar nataka nitembelee Kizimkazi, raha. Anapokuwepo Huseni Mwinyi nipo nguvu yako, lakini naona unapopambana unasikia raha eh, kabisa. Leo nimekuja kwenu kwa line yangu hapa, kaja hapa crowd, tunazungumza kikao kizito, lakini naokota leo tena, nipe kwa dola, sitaki unipe Tanzania shilingi. Umepoa, Allah m Allahu Akbar. Sana. Ingia kwenye gari nichukue <laughs> hey, hela na kwenda kuchukua hela kwenye gari dola analipa dola. <laughs> Eh <Hey>, ndugu yangu ndugu <laughs> yangu, hey, sema hala.